Dabi ya Kariakoo iko juni 15. Kuna watu nawasikia wanasema kwa nini kwa nini, eh, tarehe imepangwa wakati uchunguzi haujakamilika hamjatupa majibu eh. Bodi ya sio chombo cha uchunguzi. Kuna mambo yake ambayo yako ndani ya uwezo wake inayafanya, lakini yale ambayo hayako ndani ya uwezo wake, ambayo yanahitaji utaalamu, yenyewe bodi ina nafasi ya kuyapeleka kwa wataalamu na ikaacha yaendelee, lakini haimaanishi kwamba bodi isitishe mambo yake yote. Sababu ya ya ya ya hayo mambo ambayo hayajakamilika si ndio? Inachoweza kufanya yenyewe ni kuendelea maandalizi, ikichukua tahadhari ya kila kitu, ikihitaji uhakika zaidi kwenye kila kitu. Si ndio, eh? E, na kadhalika. Kwa hiyo mwisho wa siku tuseme kwamba e, bodi kuendelea na maandalizi haifanyi kosa lolote kupanga tarehe ya mchezo wala si hakuna kosa lolote. Na hayo maswali ambayo sisi tulijiuliza tukakosa majibu tuka tukaona umuhimu wa kutafuta majibu sehemu zingine, yatakapopatikana majibu yake yatatolewa. Kwa hiyo e, wito wetu sisi kwa wadau ni kila mtu sasa ajipange kwenda kushuhudia tuko kwenye break na tutakaporejea, uh, tutakuwa na mchezo mmoja uh, mchezo namba mia moja themanini na nne Young African Sports Club dhidi ya Simba Sports Club. Na baada hapo hiyo itakuwa ni Juni kumi na tano lakini Juni kumi na nane tuta timu zote kumi na sita zitacheza Juni kumi na nane kuanzia saa kumi kamili alasiri eh, ambayo ni michezo ya mzunguko wa ishirini na tisa. Baada ya hapo timu zote kumi na sita zitacheza eh, Juni ishirini na mbili kuanzia saa kumi kamili alasiri eh, ambayo ni michezo ya mzunguko wa thelathini na wa mwisho. Kwa hiyo ni kweli eh, michezo ukiondoa huu mchezo wa Yanga dhidi ya Simba eh, michezo mingine yote itachezwa katika mtindo huo ambao eh, tuta na tutahakikisha eh, kila kitu kinakwenda sawa ili tutamatishe msimu kwa ubora kama ambavyo eh, eh, mwanzoni mwa msimu mpaka kufikia sasa imekuwa bora. Taarifa kutoka bodi ya ligi kuu Tanzania ni kwamba mchezo namba 184 wa ligi kuu ya NBC ambao awali ulipangwa kufanyika Machi nane, uliahirishwa kwa sababu za kikanuni na zikaelezwa, na baada ya kuahirisha kwenye taarifa ile ya kuahirisha tulitoa taarifa kwamba mchezo utapangiwa tarehe nyingine, na baada ya kupita muda kidogo, e, bodi ya ligi ilitangaza tarehe ya huo mchezo ambayo ni Juni 15, na sasa hivi tunapozungumza hapa e, taarifa kutoka ndani ya bodi ya ligi kuu Tanzania ni kwamba mchezo namba 184, Young Africa Sports Club dhidi ya Simba Sports Club utafanyika kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa Juni 15. Hiyo ndio taarifa kutoka bodi ya ligi kuu ya Tanzania. Kwa hiyo kwa sasa hivi kitu ambacho sisi tunapaswa kukifahamu hapa ni kwamba bodi, taarifa yake, mchezo utakuwa Juni kumi na tano. Sisi tulisema tutaahirisha mchezo e, na tulisema tuta, tutapanga tarehe ya mchezo tumeshaipanga, na wa kwanza kabisa kuwasiliana nao ni hao wadau wa hiyo hiyo michezo ikiwemo Young Africans Sports Club kama mwenyeji Simba Sports Club kama mgeni e, wadhamini wetu Wakiwemo broadcasters Azam Media, TBC na mdhamini mkuu NBC. Pia tukatoa taarifa kwa umma, kwa maana ya wadau wetu wengine wakubwa eh, mashabiki ambao ni wadau wa muhimu kabisa. Tukatoa taarifa kwao kuwaeleza kwamba tarehe hiyo. Kwa hiyo taarifa ni kutoka kwetu kwenda kwa Yanga. Bodi haitarajii ya taarifa kutoka Yanga kuja kwetu, kwa sababu tayari sisi tulikuwa tuna tunawajulisha Yanga na Simba na NBC na Azam na TBC na mashabiki kwamba mchezo utachezwa lini. Kwa hicho tumekifanya na ndicho ndicho e, ndicho cha muhimu kwa sasa hivi. Ma, ma, maandalizi yanaendelea vizuri e, maandalizi of course yanahusisha pande zote hizo tulizo zitaja, lakini mimi labda nitazungumzia upande wetu sisi kama bodi. Sisi tunaendelea vizuri Naendelea vizuri sana e, kumekuwa na vikao vinaendelea, tunajipanga kuhakikisha tunakuwa na mchezo bora, kwa sababu unajua Dabi ni mchezo mkubwa, mchezo ambao ni alama ya ligi yetu, mchezo ambao unabeba hisia za watu wengi. Kwa hiyo maandalizi yake lazima yawe makubwa, yawe mazuri zaidi, yawe bora, yawe yenye kuangalia pia e, vitu vingine mbalimbali. Kwa hiyo tuna tunaendelea vizuri, tumeanza mapema na tunaendelea vizuri tukiamini itakapofika hiyo Juni 15 kila kitu kitakuwa kimekaa sawa. Kwa mujibu wa kanuni timu mwenyeji amepewa jukumu la kuandaa mchezo. Bodi ya ligi haisubiri uthibitisho, yaani kitendo tu cha klabu kukubali kushiriki ligi. Ukikubali kushiriki ligi, ndio unapewa leseni. Ukishakubali kushiriki ligi, maanake umekubali kuandaa michezo yako yote ya nyumbani. Kwa hiyo hakuna muda wa kwamba bodi inasubiri uthibitisho kwamba klabu iseme sawa, tumekubali kuandaa kitendo cha kukubali kushiriki ligi maana yake umekubali kuandaa michezo yako yote ya nyumbani kwayo. Kwa hiyo kwa kifupi ni hivyo kwamba timu mwenyeji anawajibika kikanuni kuandaa mchezo, yaani kama klabu ya Simba inataka ku, kuiambia kitu bodi haiposti Instagram, si ndio? Kama klabu ya Namungo inataka kuiambia kitu bodi haiposti Instagram. Kama kama bodi ya ligi inataka kuiambia kitu klabu ya Yanga Post Instagram na ukiona tumetoa taarifa ambayo inaonyesha inapaswa kufahamika na Yanga, wakati huo unaiona kwenye ukurasa wa Instagram Yanga alishaambiwa tayari, kwa hiyo inakuwa tu inakwenda sasa kwa public, lakini before hapo ile klabu yenyewe inakuwa imeshaandikiwa barua ambayo ndio official communication. Kwa hiyo nikirejea kwenye swali lako, bodi inaendelea na maandalizi yake eh? Eh, zikiwemo hizo tahadhari unazozungumza lakini ni maandalizi ya ndani. Kwenye maandalizi yetu hatuwezi kusema kila kitu, kwamba unajua tulivyoamka hapa asubuhi e, CEO amefanya hiki, ilivyofika jioni mwenyekiti wa bodi akafanya hivi e, mchana sijui msemaji alisema alifanya kitu hiki. Hapana, maandalizi yanaendelea, na tunajali na kuchukua tahadhari zote ili e, kila kitu kiende kiende sawa. Katika vitu ambavyo vilitajwa pale ambavyo vinafanywa uchunguzi kwenye ile taarifa ya Machi nane, lilikuwepo swala kiusalama, lilikuwepo na swala lilotajwa kwamba ni ni viashiria vya rushwa. Si unajua kuna taasisi inayo inayoshughulika na mambo ya rushwa, si ndio? Si unajua kuna taasisi inayohusika na, na mambo ya usalama. Kwa hiyo ukisikia uchunguzi huo, uchunguzi haufanywi na bodi ya, ya, ya ligi kuu Tanzania. Kwa hiyo kwa hiyo eh, jambo linalohusika na masuala ya usalama lipo kwenye taasisi inahusika na usalama, jambo linahusika na mambo ya rushwa liko kwenye taasisi inahusika na, na mambo ya rushwa. Kwa hiyo kuna watu nawasikia wanasema kwa nini kwa nini e, tarehe imepangwa wakati uchunguzi haujakamilika hamjatupa majibu. E, bodi sio chombo cha uchunguzi. Kuna mambo yake ambayo yako ndani ya uwezo wake inayafanya, lakini yale ambayo hayako ndani ya uwezo wake ambayo yanahitaji utaalamu yenyewe bodi ina nafasi ya kuyapeleka kwa wataalamu na ikaacha yaendelee, lakini haimaanishi kwamba bodi isitishe mambo yake yote kwa sababu ya ya y ya, hayo ya, ya, mambo ambayo hayajakamilika. Si ndio? Inachoweza kufanya yenyewe ni kuendelea maandalizi ikichukua tahadhari ya kila kitu, ikihitaji uhakika zaidi kwenye kila kitu, si ndio? Ehe, na kadhalika kwa hiyo mwisho wa siku tuseme kwamba e, bodi kuendelea na maandalizi haifanyi kosa lolote kupanga tarehe ya mchezo wala si, hakuna kosa lolote na hayo maswali ambayo sisi tulijiuliza tukakosa majibu, tuka tukaona umuhimu wa kutafuta majibu sehemu zingine, yatakapopatikana majibu yake yatatolewa. Kikwamishwa na chochote, ni lazima hicho kitu kichukulie kwa uzito, kwa maana ya tunapoelekea mchezo huu, ni lazima tuta tutakuwa tuta tutakuwa na uangalizi wa kipekee zaidi kwenye masuala yote e, e, na pale ambapo inawezekana labda kuna nguvu ilikuwa iliwekwa ndogo kulinganisha na ukubwa wa tukio lenyewe itaongezwa maradufu ili kuhakikisha kila kitu kinakwenda sawa. Uwanja wa Benjamin Mkapa kapasiti yake ni takriban watu elfu sitini na wakati zinauzwa tiketi Machi nane zili consider hiyo capacity na zile tiketi bado zipo kwenye mfumo, zile tiketi zipo bado kwenye kadi za watu walionunua, kwa zile tiketi zimeuzwa. Kwa maana nini? Kwamba sasa hivi tunaendelea hapo tulipoishia. Kwa hiyo zitakapo zinazouzwa sasa ni zile ambazo zilisalia Machi nane. Haziuzwi tena zile ambazo zilishauzwa. Wale ambao walishanunua tiketi zao zipo kwenye kadi zao na watazitumia katika huo mchezo. Kwa hiyo tiketi zinazouzwa sasa ni zile ambazo zili zilisalia. So uh, hakuna hakuna changamoto wala hakuna haja ya kuwa na hofu juu ya eh, kuuzwa tiketi zaidi kwa sababu zilizosalia zinajulikana, ndizo ambazo tutakapotangaza, eh, kuanza kuuza tiketi, eh, zitatangazwa hizo ambazo zimesalia. Dabi ya Kariakoo eh, iko Juni